Kama nywele yako haina dawa unaweza kutengeneza twist kama hii, zina ujazo. Na watu wengi huwa wananiuliza ni jinsi gani ambavyo unaweza kutwist nywele yako ikajaa kama hivi ambavyo unaona. Kwanza kabisa hakikisha nywele yako haina dawa, na unapenda kuikata nywele yako ili ijae vizuri. Hakikisha unakata uh, kibutu ambacho kitakuwa ni kikubwa, usikate ndogo ndogo. Ukikata ndogo ndogo, ukitwist hauwezi kupata mwonekano kama huu. Upande wa chini gawanya mara tatu, alafu utasuka kibutu cha njia tatu hivi, na then unaona kidole kinapopita, alafu ndio utachukua nywele ya kushoto, utarudi utachukua nywele ya kulia, alafu utasuka kidogo sana, kisha tutaenda ku twist. Mimi nina twist kwa kutumia product ya Curl Cream kutoka Soft and Free, ndio ambayo nitaitumia hapa, nitakwenda kuonyesha. Nimetumia product moja tu Sawa sawa, lakini kama umenotisi kwamba nywele yangu mimi leo haina unyevu wa aina yoyote ile, nitakwenda kukwambia kwa nini nimefanya hivyo. Sawa, baada ya kusuka hivi, nitaigawanya nywele yangu mara mbili kama hivi ambavyo unaona, alafu nitakwenda sasa kuchukua uh, kali cream yangu hii ambayo unaiona, nitapaka upande ule ambao sijasuka kabisa, alafu nita twist. na ukiwa na twist, uh, twist kwa ku relax. Legeza nywele yako, usikaze, usitumie nguvu. Naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman. Karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, na uzuri ni kwamba nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Namba zetu ni hizo ambazo unaona kwenye skrini, jiunge nasi sasa. Tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Sawa, kuna wakati umesha suka nywele yako kama hivi na unahitaji sasa Uh, utume ile feedback yako kwenye magrupu yetu. Natakiwa kufanya ni kuingia YouTube tafuta Farida Othman. Kule tayari kuna madarasa mengine mengi zaidi. Gusa button ile iliyoandikwa subscribe, endelea kujifunza. Uh, tuma, uh, screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen yako, nitakutumia linki utajiunga kwenye grupu. Kama umeshatuma hawajatumia linki, tuma meseji utatumiwa linki ya kujiunga. Sawa, baada ya hapo utatuma zile feedback zako. Channel ya Farida Othman ni moja kati ya chaneli ambao tumefundisha vitu vingi vingi vingi sana, yaani chochote ambacho nataka kuhusu urembo kipo. Mna final touch, huu ndo mwonekano wa mwisho kwa wale ambao ni wateja karibuni. Wale ambao ni wanafunzi, muda ni huu, jiunge na sisi. Wadogo zetu waliomaliza form 6, huu sio muda wa kukaa nyumbani. Njoo upate ujuzi. Asante na karibu Farida Beauty Academy.